Hey, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza MySQL katika playlist hii ambayo tumeanza nayo, takriban hii ni video ya nne kama sikosei, na niliweza kukuahidi katika video iliyopita kuwa tutakuja kutengeneza table ambayo niliweza kukwambia wewe utengeneze kama ndio kazi yako, baada ya kumaliza kujifunza katika video hile na kuona command tofauti tofauti, na jinsi ambavyo tunaweza kuinteract na command line client ya MySQL kuweza kutengeneza database table katika video iliyopita. Natumai umeangalia hadi mwisho. Mwishoni kule niliweza kutoa hiyo challenge watu waweze basi kutengeneza table nyingine, baada ya ile ambayo tumejifunza kutengeneza table ya student, waweze kutengeneza wao wenyewe table ya course, nikiweka katika description ya video ile kuhusiana na hiyo jinsi gani ambavo unaweza ukatengeneza hiyo. Kama umeangalia mwisho video ile, wewe umejifunza jinsi ya video hii, ili basi tuweze kuona wapi ambapo uliweza kuteleza. na so nitaanza na ilekuweza kuitengeneza ma taai umeshatengeneza, isawa tuweze wahtuwezekuitengeneza kwa pamoja, na baada ya hapo kingine ambacho nitakufundisha leo katika video hii ambayo ndio kabisa nilichotegemea kuweza kukifundisha leo ni kuweza kufuta database yako katika e, ile server yako. Kama unahitaji kufuta database, pengine umefanya mazoezi sana na umetengeneza database mbalimbali, hauzi hitaji unaweza kuzifuta. Nitakufundisha command ya kuweza kufanya hivyo, so usiwe mbali uh, angalia video hii hadi mwisho basi, ili uweze kuona na hiyo command ya kufuta database katika eh, database zako ambazo utakuwa nazo. So wacha tuweze kuona ile challenge ambayo nimekuachia katika video iliyopita. Niliweza kukwambia uweze kutengeneza table inayoitwa courses na column zake, nilikuwekea column tatu, course id, course name na course duration. So acha tuweze kutengeneza Sote tunafahamu saa hivi, utakapofika katika command line client yako, utakapoingia hapa, kama tayari inaonekana kama hivi ya kwangu, tayari nimo ndani ya MySQL server yangu. Ukihitaji kuweza kuona databases ulizokuwa nazo, utatumia hii show databases. Okay, simple, na hii itakuletea databases zote ambazo upo nazo katika hiyo server yako ya MySQL. Then baada ya hapo utaangalia database ambayo unahitaji kufanya nayo kazi. Let's say mimi hapa nahitaji kufanya kazi na database ile tuliyoitengeneza katika video iliyopita ambayo ni student_db. So kuweza kuitumia, utaandika use, utaandika jina la hiyo database student_db. Okay, then utaweka semicolon bila kusahau, uta click enter, tayari database changed. Tunatumia sasa student underscore db, tukitengeneza table maanake tunatengeneza table ambayo itakuwemo ndani ya database hii. Lakini kama unahitaji kuweza kuangalia table ambazo kwa sasa zimo katika hii database yetu ya student underscore db, basi unaweza kuweka tu hapa show kitu gani table okay, then utaweka semicolon ta click enter na itakuonesha table zote ambazo zimo ndani ya hiyo database ambayo upo kwa sasa, ambayo sisi tumetumia hii student underscore db. Hizi zote tumejifunza katika video iliyopita, so kama umeshaangalia video iliyopita ni vitu ambavyo tayari unavifahamu hivi. Baada ya hapo sasa, wacha tutengeneze table nyingine, ili tuwe na table mbili ya student na ya course. Kwa tutaanza moja kwa moja kwa kuandika create create kitu gani table, jina la table tuite courses, na tufungue rounded bracket yetu, click enter, itatupa nafasi hapa ya kuweza kuandika columns zetu ndani ya hii table yetu ya courses. So tutaanza na course id underscore id, then tutaweka data type yetu ya hii column yetu ya course underscore id ambayo ni int, alafu hii ni ID kwa hiyo ni primary key katika table yetu hii. Kwa hiyo tutaweka hapa primary key kuonesha kabisa. Kuna njia nyingi za kuweza kuonesha kuwa hii ndio primary key column fulani. Hii ni moja, hapo tutakuja kufahamishana huko mbeleni. Njia nyingine unaweza hapa usiweke primary key kwanza, yani ukaweka tu koma, baadaye huko chini ukaweza kuweka ku specify primary key ni column ipi katika table hii, lakini simple way ni kuwe initialize I mean kuweka tu hapa moja kwa moja primary key yako koma, alafu column nyingine ambayo inafuata ni course underscore name, course name. Okay, tuweke varchar size tuipe 100, koma, simple table tu hatuzingatii, uh, sana sheria mbalimbali ambazo mbali, zipo kwa sasa kwa sababu bado hatujajifunza lakini pia tupo na kolamu nyingine ya duration ambayo hii tuipe data type ya int, lakini tuipe duration okay, sorry, then tupo na kolamu hii ya duration ambayo ni ya tatu, kisha tuipe data type yake ambayo ni int, itakuwa imemaliza. Just ni kolam tatu tu ni kwa ajili ya mazoezi tu na kujua jinsi ya kutengeneza table okay. Click enter, tutafunga bano letu ile ambayo tumelifungua huko juu, tutaweka semicolon, maanisha hapa tumefikia mwisho na tuki click enter, query okay, tayari tumeweza kutengeneza table yetu ya courses. So, kuweza kuona table yetu ambayo tumetengeneza, tunatumia command ile ile ile ile ama SQL syntax ile ile, show, tables, ambazo tupo nazo katika hii database yetu ya students underscore db. Click enter, tayari sasa hivi tupo nazo mbili, kuna courses na kuna student. Na kama unahitaji kuona structure ya table yako fulani katika hiyo database, unaweza kuandika tu describe. Kitu gani? Courses, table yetu ya courses, nataka tuone ile structure yake. so, semicolon, click enter, tayari hapa structure yetu una column tatu, course ID, course name, duration, data type zake hizi hapa, na kama hivi ambavyo unaona primary key ni hii course ID, very simple. So, hiki ni kitu ambacho tumejifunza katika video iliyopita, na nilikuomba uweze kutengeneza table wewe mwenyewe ya course, natumai umeweza kufanikiwa. So, acha tuone sasa jinsi gani ambavyo unaweza kufuta database katika hii MySQL server yako. Pengine umefanya mazoezi sana umetengeneza table zaidi ya tano na ukiandika okay, hivi show databases imekuwa ikileta table nyingi hapa, hadi kuweza kukokera, na unahitaji kuweza kufuta, basi unaweza kutumia hii command ambayo nitakuonesha hapa leo ambayo inaitwa drop, kisha utaandika baada ya hii keyword ya drop utaandika database kisha utaandika jina la database ambayo unahitaji kuifuta. Database zetu ni hizi. So mimi wacha niweze kuifuta hii hapa my_first_db. Okay? Lakini unatakiwa uwe makini sana. Ukiweza kufuta database hapa, umefuta na data zake ambazo zilizomo. Kwa hiyo hakikisha basi unaanza kufanya backup, isije ukafanya ukafuta kimakosa, baadaye ukaweza kujutia. Na mimi just nataka nikufahamishe tu command ambayo unaweza kuitumia ya kuweza So, hapa my_first_db ndio jina la database yetu hii ambayo tunahitaji kuifuta semicolon, kiklik enter, tayari query. Okay, tumeshaweza kuiondoa kuifuta hii database yetu ya my_first_db. So, kuweza kuona kama kweli imefutika, wacha tuweze kushow databases. Yeah, boom, nakuta haipo my_fast_db. Sasa hivi tayari tumeshaweza kuifuta katika MySQL server yetu, very simple. Nilihitaji leo pia kukufahamisha jinsi ya kuweza kufuta database yako katika e, MySQL server, kwa kutumia hii drop, drop. So wacha niweze kukupa labda bonus kidogo, niweze kukufahamisha vizuri kuhusiana na hii drop ambayo tumeitumia. Kwanza kabisa unatakiwa uwe makini sana na kamandi hii, kwa sababu utakapofuta database yako ya muhimu kwa bahati mbaya utaweza kuikosa. Kuhakikisha basi unafanya backup kabla ya kuweza kufuta uh, hizo database zako, lakini vile vile uh, changamoto nyingine ambayo unaweza ukakutana nayo, let's say unahitaji kufuta uh, database ambayo tayari kuna data zako, basi data zote zitaweza kupotea katika hiyo database. So natakiwa uwe makini sana. Kukufundisha command sio kwamba uweze ukajaribu katika database zote zile utakuja kupoteza database zako. Sina la ziada katika video hii. Tukutane wakati mwingine tutakapokuja kujifunza kitu kingine kipya katika playlist hii ya MySQL. Like video hii, una maswali, una maoni utaweka sehemu ya comment hapo. Nimeona baadhi ya maoni ambayo watu wanatamani tuweze kutumia ile workbench instead ya hii command line client. Watu wengi wa Windows wameshazoea kutumia graphic user interface na katika command line imekuwa ugumu kwao kuweza kutumia, so tutakuja kuangalia na kujifunza katika workbench huko mbeleni, katika video ambazo zinafuata, situweza kuacha bila ya kuweza kufundisha jinsi ya kutumia workbench, na urahisi uliopo katika kutumia kule na kuona moja kwa moja zile database zako na table ambazo unakuwa unazitengeneza katika GUI. So, asante sana, tukutane wakati mwingine.